Karibu katika mafunzo ya self defense, program ni combat. Leo tutafundisha ni jinsi gani ya kujilinda dhidi ya adui mwenye silaha au ni jinsi gani ya kukabiliana na adui mwenye silaha, lakini silaha ambayo tutazungumzia leo ni bastola au bunduki. Naomba kama bado hauja subscribe katika channel hii, naomba subscribe, lakini pia uleki video hii ili na wewe uwe wa kwanza kupata video zangu za mafunzo kila nitakapoziupload katika channel hii. Twende pamoja. Unafanyaje? Upo nyumbani, upo sehemu yote ile ya ukumbi wa sherehe, upo kwenye sehemu ya aina yoyote ile, na umechesikia kwamba kuna mtu anakuja ana bastola au ana bunduki. Nini ufanye? Jambo la msingi unatakiwa uondoke katika sehemu hiyo, ukimbie katika eneo hilo, kabla hajafika. Sasa pengine labda umechelewa huyo mtu kaya ishafika katika sehemu hiyo, na akakuona, unashtakiwa kama kisha kunyoshia bastola au bunduki kuweka chini ya ulinzi, unashtakiwa ni, ni kumtii usimpinge. Nikwambia nyosha mikono juu, basi nyosha mikono juu. Chochote ninachokuambia wewe inabidi umtii, ila jambo la msingi usimwokopi wala usina hofu aina yote. Wakati atakapokuwa anakapua, ndio muda ambao wewe unatakiwa apply technique, kwa sababu kwa muda ule ambao anakapua, akili yake inakuwa inayumbayumba, anakuwa hana umakini, lakini pia anakuwa hakuoni. Kwa jambo la msingi pale unatakiwa Ndipo ufanye tekniki faster, na tekniki yako inatakiwa iwe na kasi, mshambulie kwa spidi. Akija kustuka ushachukua bastola, ushamtupa chini na napengie, ushaondoka. Hiyo ndio namna ya kumkabili adui mwenye silaha. Hadi kufikia hapo, sina la ziada. Mimi ni mkufunzi Field Marshal Mazeru, tutakutana katika video nyingine. Bye, bye.